Tukiangazia mengine ni kwamba shughuli za uchukuzi na biashara zilitatizika kwa muda mjini Karatina kaunti ya Nyeri, wafuasi waliokuwa naibu rais Rigathi Gachagua na wale wa mbunge wa Mathira Eric Wamumbi walipokabiliana, chanzo cha mgongano huo kikiwa maandamano yaliyokuwa yameandaliwa na wafuasi wa Gachagua kuikashifu serikali. Kamau Mwangi anatuarifu mengi hata kabla ya maandamano yaliyokuwa yameandaliwa mjini Karatina na wafuasi wa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuanza, jamaa hawa wanaoaminika kuwa wafuasi wa mbunge wa Mathira Eric Wamumbi waliwafumania ghafla waandamanaji, wakiwataka kusitisha maandamano hayo. Hatua hii ikiwagadhabisha waandamanaji hao ambao waliandisha operesheni ya kutafutana na mbunge huyo aliyekuwa amejiunga na kundi la wafanyabiashara wanaomuunga mkono katika sehemu tofauti ya mji huo. Traders of this town are going to do their business peacefully without interruptions. If anyone want to do maandamano, they can do it in their home. And we are not going to allow anyone to have businesses of this town closed down because of their interest na walipompata wakamfurusha Wamumbi na kuendeleza maandamano wakiifunga barabara kuu ya kutoka Karatina kuelekea Nyeri na kusitisha shughuli za uchukuzi kwa muda.

wao wako serikalini hako serikalini, wanamuuliza nini? Eh sana na yeye, sisi tulisema tunamtaka hatus watu na huko, sasa shidani yake sasa, ila kitu iko kwatu ni ampea amani. Kufuatia mvutano huu, watu kadha wamejeruhiwa hata, ingawa maafisa wa polisi walifika kutuliza hali, maandamano sawia yalishuhudiwa katika maeneo bunge ya, ya Mukurweini, Nyeri mjini na Kieni. Kamau Mwangi, runinga ya Citizen, Karatina, kaunti ya Nyeri.